Mwaka wa shetani pitanani, unakumbuka nani ngoma ya mheshimiwa Temba? e. e. Mwaka wa shetani, kuna matukio mengi kuna mwaka unakuta yanatokea mpaka mnajiuliza tumemkosea nini Mungu. Kwenye entertainment industry mwaka 2025 unaweza ukaingia kwenye kumbukumbu kumbu, kwa sababu ni mwaka ambao lebo zote tatu kubwa Tanzania <laughs> nne zimepoteza wasanii au msanii wasanii e. e. Sio msanii wasanii, kwani una sasa zimepoteza. Pale ni njia, kwenye lebo ni njia, watu wanaingia na kupoteza kutok... maanake kwamba hauna tena hiyo right? Ah, no, no, no, wana mipango mm. Najua wakiachia wasanii wana mipango kwamba strategy yetu tutaanzia hapa, kwa sababu ukiangalia kwa asilimia kubwa mm. hizi lebo hawa wasanii zimewapushi zaidi ya walipokuwa. Yani sio kwamba msanii kama alienda pale labda, sasa mimi nawaletea fans wangu, yani mimi ninao, nina kijiji changu. No, asilimia kubwa hizi lebo zimetengeneza fans mm. kwa, ma, kwa hao wasanii, kwa hiyo, it's kinda win-win situation. Yeah, sasa sarafini nataka nikujuze tu kwamba kuna wasanii watatu wameondoka kwenye lebo ya Kings Music kwa habari za ndani kabisa yani. Nafikiri ni uongozi tu kubaki kutangaza, lakini kwa stori za ndani kabisa ni kwamba wasanii watatu wameondoka kwenye lebo ya Kings Music na wasanii hawa ambao wameondoka pale ni pamoja na mdogo wa Ali Kiba anayefahamika kwa jina Abdukiba, lakini pia mwanasheria unaye, lakini lakini pia K tuga mwanasheria unaye, ndugu moja sitomtaja, yani sabaki wawili hapo Vanila na Tommy Flavor, Tommy Flavor. Mm. Katika hao mmoja wapo naye kaondoka, amebaki msanii huyu mmoja tuseme, wabaki wawili pamoja na bosi mwenyewe Alikiba. Na inatajwa kwamba sio kwamba wasanii wametaka kutemineti, hapana, ila bosi mwenyewe amekaa na wasanii, kaona kwamba ni muda sasa waende wakajitegemee. Hajawadai hata shilingi mia Amewaruhusu yeye bwana, katafuteni maisha, kama alivyofanyia Konde Boy, katafuteni maisha wengine, ah, alivyowafanyia kina nani, katafuteni ah, maisha. So Alikiba amefanya uamuzi huo wa kuondoa wasanii watatu kwenye lebo ya, ya Kings Music na navyokwambia, mpaka mdogo wake Abdul Kiba naye ni moja kati ya watu ambao hawapo kwa sasa kwenye lebo ya Kings Music na amewapa kila kitu na kitu zao, kila kitu na Alikiba amewaahidi kwamba tuna Radio Crown pale, ipo kwa ajili yenu, tutawa support, lakini pia hata studio yetu ya Kings Music bado mtaruhusiwa kuitumia, yani movement zenu, mkitaka kuja studio mtaendelea kuwasapoti kwa asilimia 100, ila tu kuwa kwenye mwamvuli wa Kings Music. So istambulike hivyo mm. Karibu sana e hi trending ya Rick Media. I'm your girl, Sarafina Jerry. my girl Jerry, brother Ricky San, baba Dides iko naye hapa lakini pia tuko na uh, ndugu zetu anaitwa Silent Ocean. Kama unavyofahamu wao ndo simba wa bahari mm. Ukiagiza nao haujapoteza, tuko nao mm. hapa mm. Bila kusahau Jizo Sound. Baba Didas, yeah, yeah. Tell us about Jizo Sound. Jizo Sound of course, uh, kama wewe ni mtu ambaye unapenda vibe, unapenda kutembea ni Jizo Sound unachokipenda kwanza. mm -hmm. Muonekano wa zile speaker zilivyo portable portable zipo kubwa zaidi lakini mm -hmm. ziko portable. Mm -hmm. Zina muonekano mzuri mm -hmm. Ile ni si kala, yes. okay. kala ni nzuri Sawa, yani kila kitu mm -hmm. kwenye hizo sound kiko perfect. Si kama unataka uh, kupata ka bluetooth spika fulani hivi kakutembea nako ukiwa nao nyumbani au umechini na washikaji nyumbani mm -hmm. unasikiliza muziki, sisi watu wa kupika. Sasa kila kitu inafaa kabisa kwa nayo, na sound nzuri sana. Tumuunge tumuunge mkono mtanzania mwenzetu bwana ambaye amefanya kitu kama hiki. Ni kwa mara ya kwanza inafanyika hivi, yeah, inafanyika kitu kama hichi Afrika Mashariki, so big shout out kwa professor kwa kutuletea hizo sound azatoji kuhusiana na ishu zima ya lebo mm -hmm. Uh, mwaka huu tumempoteza Mbosso kwenye lebo ya WCB nah, ameondoka. Si useme tu kawaida, na yani unavyosaundi, yani siu una saundi yani ya kama ni kitu cha ja kusikitisha. No, ni ukuwa ni ukuwa bro, ha, Ila amempoteza uwe sema tu ametoka, sawa okay. yeah. mwaka huu WCB unataka mm -hmm. sema mambo <laughs> umeng'ang'ania wajampoteza ile ni eh, familia eh, yao bado. mwaka huu WCB mm -hmm. bosi ameondoka <laughs> sawa <laughs> lakini pia inatajwa Lavalava ipo kwenye pia za kuondoka, aliongea kuondokanajua mm -hmm. eh, pia eh? so tunasema mujibu pia, pia naye hayupo. ukija music, alikuwa amebaki msanii mmoja tu ambaye mm -hmm. ni Ibra mm -hmm. naye leo bosi wake i ametangaza kwamba amemwachia bila kumdai chochote dogo endelee na maisha yake mengine, hizi drama za bilioni moja eh, eh, na ameelezea pia, tutaelezea pia kupitia uh, video inayofuata lakini, mm. right? um, pia kwa Kings Music mm -hmm. kama nilivyokwambia, wasanii watatu wameondoka kwa pamoja, na, kwa, kwa... kwa kwa Nandi pia, mm -hmm. ya, kwa Nandi pia mm -hmm. Nandi naye amesema kwamba amemalizana na msanii wake Yami. So, amepata wawekezaji waweke wengine so yan... ni mwaka fulani, siwezi kusema ni mwaka mzuri kwa biashara ya, ya lebo, kwa sababu unajua lebo inavyosaini maana yake ni kwamba ipate profit kitu, mtu yote akisha anatoka kwa sehemu fulani lazima kuna namna fulani taasisi na, inapoteza kitu fulani. Kwa Wasafi sasa hivi, amebaki nabosilakini ametangaza kwamba kuna wasanii pia mewa hizo ile, nilipiga kabisa kwamba inasemekana tayari na WCB, lakini wao hawajatoa kwamba tayari wanaye kwenye lebo yao, lakini kama lakinikama akienda pale wataibadilisha kuwa biashara, okay. Mm -hmm. <coughs> Hey, hii inaleta picha gani kwangu? Mimi ni, ni sawa wasanii kuondoka kwenye hizi label lakini Sarafina, niamini mimi naona kabisa kwamba wawekezaji kwenye label sasa watarudi nyuma. Mm -hmm. Kuna kwenye... baadhi ya watu watarudi nyuma kwamba yani una invest a lot of time na nini, alafu mwisho ujue, ujue watu hawajui tu wasanii wanapoteza pesa nyingi sana kwenye biashara ya lebo. Yani pesa wanaorudisha pesa ni wachache, na investment ya msanii mpaka aanze kukurudishia pesa sio rahisi yani kama tunavyofikiria. Ndio maana mwisho siku tunasema kwamba Diamond inabidi ashukuri, apongezwe sana, yeye anapambana japokuwa sio kwa kila mtu biashara hiyo imefanikiwa. Imefanikiwa kwake mwenyewe. Kuna baadhi ya wasanii ambao hawajapata hizo achievement kubwa ambazo pengine yeye au wasanii but he tried right. Kwa hiyo nafikiri sasa wasanii wanaotoka kwenye hizi lebo wasichukulie tu kwamba ah, mimi sijipati nachokitaka. mm -hmm. Lazima ukumbuke umetoka wapi, you are nothing. Kabla ya kuchukua hakuna aliyekuwa na kufahamu huo tu, mtaji wa mashabiki ambao amekupatia, lazima utambue hiyo thamani mm -hmm hata kama lebo haitaki kukutoza hela, lazima kuna namna fulani unatakiwa ujue unarudisha vipi kwenye lebo yako. Hapo umekaa upande wa CEO sasa, eh yani, lazima ujue kwamba unarudisha vipi kwenye lebo yako either, either kwa fadhila au la, lakini kutoka sometimes unaongea sio sawa. Inawezekana lebo ikawa na mapungufu yake mengi sana wanakutreat tofauti, lakini leo hii mbako, unajua thamani yako yao, kuwa wanakutreat tofauti ni baada ya wao kukutengeneza kuwa hivyo ulivyo, lakini e, pia pia Harmonize anaweza akawa ni king wa wale waliotoka kwenye lebo na wakaendelea kufanya vizuri, yeah. yani... lakini na, na, pia wengi wanatoka kwenye lebo wanaangukia po tuzungumzie. mm -hmm. pia hilo kuhusiana na watu wanayumba, wana, wana baada ya mm -hmm. kutoka kwenye lebo waliofanikiwa ni wachache kuliko ambao wame, japokuwa Rayvanny mwenyewe tukiangalia since ametoka ile status yake, maendeleo yake kimuziki somehow yanaonekana kwamba sio the same, lakini anafanya yani, unajua kwa, kwa nafasi waliokuwepo mwanzo mm. Na sasa hivi kujitegemea mwenyewe mm. Still, bado tunamzungumzia yani ni mafanikio kwangu mm. Mimi naona, yeah, sure, sio kwamba yani, hafanyi vizuri, mm -hmm. No ila I, unajua wakati mfano anasema Harmonize wakati ametoka WCB mafanikio ambayo aliyapata mojawapo, mm -hmm. alikuwa nominated kwenye tuzo za MTV EMA, aliikosa ile, ile ya Grammy ya Rayvanny ni, ni ya, ya nani leo? Ah, si alikuwa ndani ya WCB au alikuwa ametoka uh. Mama Tetema sasa, sure. ma ma ma ma ma ma ni, ma ni project ambayo tayari ilifanyika ndani, kwa hiyo tayari ilifanyika WCB. Tetema ilikuwa ndani ya WCB, kwa hiyo ni muendelezo wa kile ambacho kilifanyika. Aya, Harmonize baada ya kutoka WCB aliachia album ambayo kimsingi ilikuwa na wasanii wakubwa kama Burna Boy na wasanii wengi kimataifa right? You, alitoa single gain ambayo ilifanya vizuri sana, sio tu uh, ngoma nyingi ambazo zimetoka zimefanya vizuri, lakini single gain hakuna yeah. ngoma yake nyingine inayobeat up kwenye ile mafanikio right? ya ili, yeah. yeah. kwa hiyo utaona kwamba kuna kuna baadhi ya vitu alivifanya ambavyo hapo nyuma hakuvifanya wakati upo kwenye lebo mm -hmm. right? ah, tukisema hakuvifanya labda yani, alipiga hatua yani, tuseme, tukisema akuvifanya ni kama kule kulimhold sasa, no, akashindwa, no, no, no. lakini nachojaribu kusema ni kwamba ile kutoka kwenye lebo haikumzuia ku, kuzidi kutanua mbawa zake, yani anazidi kutuonyesha kwamba i was right kufanya maamuzi haya. Yeye ndo alitaka kutoka WCB, so nafikiri njia ambazo alikuwa amezipanga kwamba atafanya hiki na hiki hazijamuangusha, yani zinaendelea kutu prove wrong. Okay so ndo hivyo bana, nikasema nikujuze kuhusiana hili kutoka Kings Music, na tunategemea kupata barua rasmi kutoka Kings Music watachia uh, taarifa kuhusiana na wasanii hawa kuondoka ambao nimekuambia ndani yeah? kabisa za kwangu na mwanasheria wangu yupo anafanya kazi vizuri, so kama mtahitaji nitoe ushahidi, jua hilo pia naweza nikalitoa. <laughs> okay. Endelea kufuatilia. Mimi naitwa Ricky, nilikuwa na Sarafina Jerry behind the camera, mama KB pixel. Bye bye.